gudogalatifan isalle waag isale bisin nafi isale wakadanna tanafarm gadumne akanaani arma walkutin ja. Ninaitwa Oche Ire, kwa fursa yangu ya kwanza, mimi ninarudishia Mwenyezi Mungu shukrani ya kwamba ambaye ametupatia nafasi hii siku ya leo Ninasema asante kwa wale hata walikuwa wali wametayarisha haya yote, ninawarudishia shukrani. Na hii lengine, mimi ni moja yao ya komiti ya Saku Miraa Traders traders hapa Marsabit Central, na wale wanafanya kazi ya miraa, Saku Miraa Traders, wale wanafanya kazi ya biashara ya miraa ni watu zaidi ya mia nne, na wale walikuwa wanafanya hiyo kazi ya, ya, ya miraa ni wanawake wajane maskini na wengine ni mayatima. Na wale walikuwa wanafanya hiyo biashara, hawa wote walikuwa wanakaa, miraa yao yote inakuwa ndani ya boksi na wanakaa chini ya varanda varanda ya nyumba ya watu sasa katika ile hali hao wanafanya kazi ya biashara wale watu, wale watu wa nyumba ambaye hao, hao wanakaa chini, chini ya hiyo nyumba, mara mingi hawa wakina mama kwa ile mahali walikuwa wanafanya kazi hao wanamagiwa kitu kama oli chini yao. Wakina mama wengine ni mama, wengine, ni mama mzito, mjamzito, wengine ni wagonjwa. Katika hiyo hali hawa wakina mama walikuwa wamesumbuliwa katika hali, kwa hali mingi. Sasa serikali wanatusumbua sisi kwa, kwa sababu ya kartasi nyeusi, taksi iko kwa hali ya juu. Sasa marangini hata atu, atuwezani sasa. Kwa hili hali yote watu wa miraa saa kumi la tarehe yote wako na shida kwa hali ya juu. Kwa hiyo sababu ndio sasa mimi ninarudisha shukrani kwa eh, Abdikadir Doyo ambaye ametujalia yale, yale, yale vifaa sisi hatujawahi kufikiria katika maisha yetu hata tutakuja kukutana na mambo, mambo kama haya. Tunamwambia Mwenyezi Mungu ambariki yeye na kwa, kwa yale yalikuwa amenuia. Tuko pamoja na yeye kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa mi, kwa, kwa hali yetu sisi yani kulingana vile siku ya leo sisi tumeitwa na tumekaribishwa hapo e, ya kwamba sisi tunajua vile tumekuja, lakini hatujajua atu, tukikuja tunapata nini. Kumbe sisi tukifika, tukifika hapa kwa yale sisi tulikuwa tumetayarishiwa, tunakuja kupata vivaa posho poshoml, tumetayarishiwa. Tunamwambia e, Abdikadir Doyo, Mwenyezi Mungu ambariki kwa hali ya juu, kwa hiyo sababu mimi naye ni e, moja yao komiti ya Saku Miraa Traders. Sisi vile e, nilikuwa nimewaambia, wakina wakinamama hawa wako maskini, wakinamama hao wako wakina wajane wengine wako mayatima. Sasa wakipata hii fiva ya kusaga posho mili hapa, nafikiri tukimwambia hawa mtu moja kwanza akuja angalie kwa ma, kwa macho yao, nafikiri ta mzima watatokea kukujia paka hapa zaidi ya watu elfu moja So ninasema asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki mzee Doyo kwa yale ulikuwa umenuia, hata tujasikia unataka kuinuia kui, kui, kui nini, lakini kwa dalili kwa mbali tunaona kwa yale wewe umenuia, tuko bampa na bampa kwako, tutakuwa pamoja na wewe hapaka hadi mwisho. Umefanya yani miujiza ya ajabu katika Marsabit, Central Saku Saku Miraa Traders yote wanaku, wanakubariki kwa sababu mbeleni sisi wale walikuwa wanafanya kazi ya miraa saa kumi ya trading center hapo Central, hatujawahi kuona ya kwamba eh, wa viongozi tulikuwa tumechagua kutoka gavana eh, bunge eh, MCA, senato, women rep. Hatujawahi kuona mtu ambaye anaita eh, watu ya miraa saa kumi ya traders ya kwamba watapatiwa mambo kama hiyo. Yeah. Viongozi, oh, yeah, kuanzia kuanzia kuanzia governor, kuanzia senator, MCA na wale wengine wote, hatujawahi walikuwa wanawakilisha Marsabit Marsabit, eh, Marsabit subcounty hatujawahi kuona hata mtu yeyote viongozi wale walikuwa wamekalia zaidi ya mwaka ishirini paka hadi ya waleo wakiwa wanakuja wanasema Watu ya miraa, wale wanatambulika, wanafanya kazi ya biashara ndani ya mji, kujeni atojawahi kuona. Lakini siku ya leo, Abdikadir Doyo amevunja rekodi, ya kwamba sijaongeza ya Mwenyezi Mungu, hiyo sio yangu. Lakini kama watu wale wanafanya kazi ya miraa hapa katika Marsabit Central tuko na yeye, watu zaidi ya elfu moja. Ninasema asante sana. Eh, karibu. Wa ngamachugu dormatarki wa anta kumayunargi